Nitaongea kwa dakika chache sana kwa habari ya adui wa njiani, adui wa njiani. Mwambie mwenzako, adui wa njiani. Maisha yana njia. Kuna mahala ambapo wewe Mungu wa mbinguni anataka upite kukamilisha mwendo wa maisha yako, ipo sehemu unatakiwa kufika. Lakini nachotaka kuambia kwamba hakuna kitu ambacho Mungu anaruhusu. Mungu haruhusu adui wa njia yako akuzuie usifike ulikopangiwa na Bwana. Mwangalie jirani yako, mwambie wewe kuna kesho kubwa mbele yako. Mwambie mbili, ila njiani unasubiriwa ili wakuzuie kwenda. Mwambie tatu, uwezo wako wa kupigana na adui wa njiani ndio uwezekano wako wa kufika unakokwenda. Nne. Usifanye mapatano na adui wa njiani, hata kama ni baba mzazi, hata kama ni mama mzazi, hata kama ni mmeo. Tano. Watambue adui wa njiani kabla hujafanya ushirika na wao, watambue kabla hujafanya ushirika na wao. Sita. Adui wa njiani ni hatari sana maana anajua unakokwenda. Mpige mpaka atawanyike, na hivyo ndivyo itakusaidia kuingia unakokwenda. Sasa hapo ulipo, uko njiani kwenda pahali, lakini wako watu walioapa, wanasema ng'oo, hatazaa hata miliki biashara, hataolewa hata safiri, hata shinda uchaguzi, yani ng'oo, wameapa. Na we waambie, njia hii sijaichagua mwenyewe njia hii nimeelekezwa na Mungu, nianze kwenda. Sasa wewe unatakiwa kwenda kwenye maisha yale. Sasa njiani, wako adui hawapendi kabisa ujenge, yaani wenyewe njia nyingine sawa, njia ya kujenga nyumba, wanataka msiba wako ufanyie kwenye upangaji yaani siku ile wanatandika godoro, si wanatandika mahema nini kwenye nyumba ya kupanga, wamuulize mwenye nyumba, bwana, sasa marehemu, kwa kuwa alikuwa mpangaji wako, tunaomba uturuhusu tufanyie msiba kwenye baraza la mbele. Wewe unawaza hivi ulivyo, ndivyo maisha yako yako vile? Sio, sasa hivi hapa ulipo, huko njiani kuelekea kwenye yale maisha ambayo Mungu anataka uwe, alisha. Yaani wewe sio kwamba unapambana ili uwe Mungu anavyotaka. Mungu alishaamua tayari, yaani maisha yako yalishaamuliwa tayari. Sasa ni kuyafuata sasa, kwenda unakotakiwa kwenda. Hapa sasa kuna adui wa njiani, mkali mno, mkali mno. Unaenda wapi? Aa, ujue na mimi kwa kweli natakiwa nipate elimu. Njia ya elimu imefungwa hapa, njia ya elimu imezibwa hapa Adui wa njiani, kila njia ina adui. Adui wengine wakubwa sana, adui wengine wadogo sana, adui wengine wa saizi ya kati, adui wengine hatari sana. Kila njia ina adui. Umeitwa njia ya siasa kwenda mahala fulani, hapa katikati wapo adui. Umeitwa njia ya kuwa mfanyabiashara mkubwa mwenye pesa, ili nyumba ya Mungu ijengwe, hapa kuna adui wa njiani hapa.

If you have a big tomorrow, a big future, then you have big enemies that you have to control. Kama una hatima kubwa, una kesho kubwa, una familia kubwa, kuna watu wako hapa kwenye matumbo yenu. Kuna waziri wa, wa, wa, waziri wa ulinzi umembeba ndani ya tumbo wa mwaka elfu mbili na sitini. Kuna watu wengine kwenye kwe matumbo yao una rais wa mwaka elfu mbili na, thelathini, elfu mbili na, na, na, na, na, na sitini. Kuna watu wengine kwenye matumbo yao, umebeba umebeba mchungaji wa kanisa la maelfu wa mwaka elfu mbili na sabini. Amen. Sasa wanapokuona hivi, njia yako wanasema, njia ya mtu ni hatari, kwa hiyo wanasimama adui wa njiani, na nataka nikwambie hivi uwezo wako wa kupambana na adui wa njiani ndiyo uwezekano wako wa kuyamiliki yale uliyoahidiwa na Bwana na sio vinginevyo. Maadui wa njiani huwezi kuwamaliza kwa kuwaimbia nyimbo, kuwaimbia ushairi. Maadui wa njiani wa kupiga. Kuna mtu asipopiga ndoa, asipopiga adui wa njiani hata oa kabisa. Yani, hautaoa kabisa au hutaolewa kabisa, maana adui wako njiani, wa njia ya ndoa yako wamesimama sehemu mbaya. Kuna mtu usipopiga wale maadui wa njiani, hautajenga hautanunua kiwanja kabisa, e, ingawa Mungu ameahidi. Wa watu wanadanganyana wanasema, If God says yes, nobody can say no. Usidanganyike hivyo, shetani anaweza kusema no mpaka apigwe Maisha yako yaliyopangwa na Bwana yatakuwa vile vile, biashara yako itakuwa vile vile, kazi yako itakuwa vile vile, watoto wako watakuwa vile vile, ndoa yako itakuwa vile vile, uzazi wako utakuwa vile vile, afya yako itakuwa vile vile, na taifa la Tanzania itakuwa vile vile. Uu, nani wewe mlima mkubwa mbele ya Zerubabeli, mbona utakuwa nchi tambalale tu?

tatizo si tatizo, namna utakavyoitikia juu ya tatizo ndio utaleta tatizo hasa. Tatizo ni nafasi ya kumtukuza Mungu. Tatizo ni nafasi ya kuwa karibu na Mungu. Wachawi wamekushambulia, umejikuta uko Ufufuo na Uzima, na ufufuo imekuwa baraka. Umeugua ugonjwa, tatizo, ugonjwa ule umegeuka kuwa baraka. Leo unasikia neno la Bwana. Tatizo si tatizo, utakavyoitikia kuhusu tatizo hilo ndio waweza kuleta tatizo hasa. Nyoka wa moto hawa hapa wapo. Biblia inasema simameni, hali mmevaa kweli kiunoni, sawa sawa. Halafu anasema vaeni viatu vya utayari wa injili ya amani, halafu anasema twaeni chapewa ya wokovu, halafu anasema twaeni ngao ya imani ili muweze kuizima mishale yenye moto ya yule adui. Iko mishale yenye moto, na ngao ya imani ni kuizima. Hebu sema kuizima. Ipo mishale ina moto, ni ya kuzima. Sasa unapigwa mshale mmoja, huna ngao ya imani. Ngao ya imani ni ule uwezo wa kuamini kwamba nayaweza mambo yote katika yanitiae nguvu. Ukiwa unaamini kwenye neno la Mungu, na ngao ya imani wakatokea nyoka wa moto wanawazuia watu katika njia ya kwenda nchi ya ahadi. Lakini nachotaka kuambia kwamba hakuna kitu ambacho Mungu anaruhusu. Mungu haruhusu adui wa njia yako akuzuie usifike ulikopangiwa na Bwana. Mwangalie jirani yako mwambie, wewe kuna kesho kubwa mbele yako. Mwambie mbili, ila njiani unasubiriwa ili wakuzuie kwenda mwambie tatu, uwezo wako wa kupigana na adui wa njiani ndio uwezekano wako wa kufika unakokwenda. Nne, usifanye mapatano na adui wa njiani, hata kama ni baba mzazi, hata kama ni mama mzazi, hata kama ni mmeo. Tano, watambue adui wa njiani kabla hujafanya ushirika na wao, watambue kabla hujafanya ushirika na wao si. Sita, adui wa njiani ni hatari sana, maana anajua unakokwenda. Mpige mpaka atawanyike, na hivyo ndivyo itakusaidia kuingia unakokwenda. Sasa hapo ulipo uko njiani kwenda pahali, lakini wako watu walioapa, wanasema ng'oo, hatazaa hata miliki biashara, hata olewa, hata safiri, hata shinda uchaguzi, yaani ng'oo, wameapa. Na we waambie, njia hii sijaichagua mwenyewe, njia hii nimeelekezwa na Mungu, nianze kwenda. Unanisikia eh? njia hii ulionayo hujaichagua mwenyewe. Kabla ya kuwekwa kwa misingi ya dunia, wewe umepangiwa uwe mtu fulani. Hapa ninapoongea naongea na wengine wakurugenzi, naongea na wengine mameneja, naongea na wenye maduka, naongea na, na mfanyabiashara mkubwa, naongea na mkurugenzi, naongea na waziri, naongea na, na rais wa elfu mbili na sabini ninaongea na waheshimiwa. Ila njia yako yamejaa mashimo yamejaa mabonde imejaa yame michongoma imejaa yame majangwa yamejaa mashimo. Nafukia mashimo ya njia yako kwa jina la Yesu, nafukia mashimo ya njia yako kwa jina la Yesu. Siiza nikwambie neno moja, Mungu ni nani? Mungu na neno lake ni kitu kimoja. God and his word word are the the the same. In the beginning there was the word.

If you respond to his word, you respond to him. If you obey his word, you obey him. Hakuna namna utakavyomwona Mungu. Mungu na neno lake ni mmoja. Yaani Mungu na neno lake ni mmoja. Hapo mwanzo alikuweko neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Mungu na neno lake ni mmoja. Ukilitii neno lake umemtii Mungu. Ukilikataa neno lake umemkataa Mungu. Ulipate wapi neno lake Mungu? Neno linalotoka kinywani mwa mtumishi wa Mungu unapolikubali na kusema amen, umemkubali Mungu na maisha yako yanakuwa vile.